Hali gani popote ulipo mtazamaji wa Lushinga sabini na mbili. Karibu katika habari za kimataifa, tuangazie kile ambacho kinaendelea nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka nchini DRC zimetaka kuharakishwa kwa makubaliano na Marekani kuhusu makubaliano ya kimkakati kuhusiana na madini muhimu nchini humo. Mkataba huo wa madini unajadiliwa sambamba na makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali chini ya mwamvuli wa Washington. Ili kuunda vizuri majadiliano hayo, kitengo cha uratibu wa kimkakati kimeanzishwa ndani ya ofisi ya rais. Kitakuwa na jukumu la kufuatilia mazungumzo na kusaidia utekelezaji wa ushirikiano kati ya DRC pamoja na Marekani. Kinachojulikana ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amejitolea kwa makubaliano ya kimkakati kuhusu madini muhimu, makubaliano ambayo hayawezi tu kuimarisha uhusiano wake na utawala wa Trump lakini pia kuhusisha zaidi Washington katika kutatua mgogoro wa usalama mashariki mwa nchi hiyo. Mkuu huyo wa nchi na timu yake hawataki kabisa makubaliano hayo yashindwe. Ili kufikia hatua wa hii, wameamua kujumuisha vitendo na kuongeza kila nafasi ya mafanikio. Kitengo cha uratibu wa mikakati kinaongozwa na wajumbe watatu wa ofisi ya rais, wakiwemo mawaziri wawili: waziri wa mambo ya nje Ferres Kaikwamba Wagner na Kizito Pakabomba Gapinga Mulume ambaye ni waziri wa madini. Pia yupo bwana Guy Robert Lukama Nkunzi ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Gesa Mines SA, kampuni kubwa zaidi ya uchimbaji madini nchini DRC. Mwezi Juni unachukuliwa kuwa ni mwezi muhimu katika nchi hiyo, Marekani ikitumai kuwa ni katika mwezi huu itashuhudia kuhitimishwa kwa makubaliano ya amani kati ya Kinshasa na Kigali. Lakini kabla ya hapo, miji mikubwa hii miwili inataka kupata maendeleo katika mikataba ya biashara na madini. Wakati huo huo, nchi wafadhili zinazofadhili mpango wa kukabiliana na mgogoro wa kibinadamu nchini DRC zimeonya juu ya kuzorota kwa usalama na hali ya kibinadamu katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa siku ya jana Jumatatu Juni mbili, Marekani, Ufaransa, Ubelgiji, Umoja wa Ulaya, Uswisi, Ujerumani, Uholanzi, Norway, Sweden, Japan na Uingereza zimesisitiza haja ya kuzingatia kikamilifu azimio nambari 2773 la Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kuondoka kwa vikosi vya kigeni ambavyo havikualikwa, hasa vikosi vya ulinzi vya Rwanda, RDF, ambavyo vilitumwa kusaidia kundi la wasi la M23 mashariki mwa DRC. Kulingana na tovuti ya redio Okapi, nchi hizi wafadhili zinasikitishwa na kuongezeka kwa matatizo yanayokabili wadau wa misaada ya kibinadamu kitaifa pamoja na kimataifa. Kujitolea kwa, kwa watu walio katika mazingira magumu kunatawaliwa na vikwazo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutozwa kodi na ushuru wa forodha kinyume cha sheria na kundi la wasi la M23, ambalo linalengwa na vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, taarifa hiyo imesema. Kwa hiyo wanazitaka pande zote kuweka usalama na utu wa watu walioathirika juu ya masuala yote ya kisiasa pamoja na kijeshi. Nchi wafadhili zinakaribisha kutiwa saini kwa tamko la kanuni kati ya DRC na Rwanda, pamoja na tamko la pamoja kati ya DRC na AFC ama M23, tamko ambalo linalenga kufanyia kazi mapatano usitishaji wa vita pamoja na mazungumzo. Aidha, wanatoa wito kwa pande zote husika, ikiwa ni pamoja na makundi yenye silaha na serikali ya Kongo kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu na maendeleo kwa watu walioathirika zaidi, ili kukidhi mahitaji yao ya kimsingi, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa maji, huduma za kimsingi za afya, nishati na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya kuishi. Kulingana na nchi hizi, tamko hili ni sehemu ya mazungumzo yanayoendelea wanayofanya na wana na serikali ya DRC na linaonyesha dhamira yao ya pamoja kutumia sheria ya kimataifa ya kibinadamu kuhifadhi nafasi ya kibinadamu na kusaidia raia wa Kongo katika kipindi hiki kigumu. Naye kiongozi wa upinzani nchini DRC Martin Fayulu amezungumza kwa upande wake katika ujumbe uliotumwa kwenye mitandao ya kijamii mnamo Juni mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano, Martin Fayulu amesema hali ni mbaya, akisema Wakongomani wanaishi katika nyakati za giza nene katika historia ya nchi yao, na pia ameonya kuhusu tishio la kuigawa nchi hiyo, hali ambayo wamekuwa wakihofia kutokea miaka 1960, mwaka ambao taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lilipata uhuru. Martin Fayulu amewahutubia wale anaowaona kama waanzilishi na wahusika wakuu wa mgogoro wa kisiasa akimlenga Korneile Nanga, Joseph Kabila pamoja na Feliksi Tshisekedi. Amemwomba kiongozi wa kundi la AFC ama M23 Corneille Nangaa kuacha kuwa mshiriki katika mauaji, akibainisha kwamba hakuna hoja yoyote ama faida yoyote mtu anayopata kwa kuwaua au kuwatesa raia wote. Kuhusiana na rais wa zamani Kabila ambaye aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka elfu mbili na moja hadi mwaka elfu mbili na kumi na tisa Martin Fayulu anapinga uwepo wake huko Goma, mashariki mwa DRC, ambako anaona ni kama kuna ushirikiano unaofanyika na wale wanaoisambaratisha DRC. Njia pekee ya ukombozi, amesema, yanapaswa kuwa ni mazungumzo na siyo maelewano. Hili ni onyo ambalo Martin Fayulu amelitoa, mgombea urais wa, wa mwaka 2018 na 2023. Na na Martin Fayulu amemuhimiza Rais Felix Tshisekedi kutoruhusu kizazi cha wakongomani kuwa kile kinachoona Kongo ikisambaratika, akimuunga mkono na kusema kuwa anataka kumwona sio tu kwa kutoa nafasi lakini katika majadiliano ya moja kwa moja. Wito mwingine wa mazungumzo kutoka kwa Martin Fayulu amesema anaunga mkono mpango wa makanisa kwa ajili ya kongamano la kitaifa. Viongozi wa dini wanasubiri kupokelewa na mkuu wa nchi ya DRC kwa maana ya Felix Tshisekedi. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Dikto.